Aha, ni mmoja tu. Karibu, alafu tuanzie hapa. Asante, Pastor. Naam, kwa jana tulimalizia na masalio na, na, yeah. Na ukaelezea masalio kwamba wanakuwa na imani ya Yesu. Yeah lakini ukasema ni zaidi ya kujua hivyo nakutaja, yeah. Maana kwamba hata mashetani nao wanaamini wana hivyo, na wanatetemeka yeah. Lakini nikutembea katika neno lake mm. Ndivyo livyoteleza yeah. Na ukaeleza kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii sasa ah. Kwa uelewa wangu ah. Ninafahamu tu kwamba roho ushuhuda wa Yesu roho ya unabii ni maandishi ya manabii ah. Na neno la Yesu ni maandishi ya Yesu ah. seme njiri sasa swali langu liko hapa kwenye zile nyaraka yeah, nyaraka za Paulo na mitume. Kwa hiyo nyaraka nazo ni sehemu kwa hiyo nyaraka nazo ni sehemu ya Biblia, sio sehemu ya Biblia siyo, sehemu ya Biblia, Biblia. Au alikizungumza hapa, alisema kila andiko lina tafsiri ngapi, tafsiri ya kwanza ni ile ya kwanza matu mis anaposema waraka wa Paulo kwa Wagalatia kwa watu gani jamani? Hwa, pale tafsiri yake ni kwamba ile barua iliandikwa kwa watu wanaoitwa nani, huyo huyo ndiye mlengwa namba ngapi? alafu mlengwa namba mbili ni mimi sasa. Kwa hiyo ili nielewe vizuri hapo, lazima kwanza nielewe kulikuwa na kitu gani, kwa nini iliandikwa alikuwa anatatua nini? Kusudi lilikuwa ni nini? Na mimi najifunza nini katika barua hii? Kwa hiyo tuna kwenye makanisa inaitwa ya mwanzo na kushughulika na sheria na eti kwamba mtu akitoa kafara mtu akifanya nini, kwa sasa anakuja anawaambia mtu aliyemwamini Kristo, hakuna Myahudi wala hakuna nani ni nani. Kwa hiyo alikuwa anatatua tatizo la watu kutaka kurudi kwenye nimekutajia tu msingi wa kuandika kitabu cha Wagalatia. Ningekuwa na muda ningekuambia Wakorinto nayo kwa nini iliandikwa, Waefeso nayo kwa nini iliandikwa. naomba tuende imani ya msingi namba kumi na saba, sasa za Roho na huduma. Karama za Roho na huduma, naomba nichukue statement kama ilivyo, alafu ndipo twende moja kwa moja, karama za Roho na huduma. Mungu huakirimia washiriki wote, jamani wangapi? kwa kanisa lake katika kila kizazi, karama za kiroho ambazo kila mshiriki atatumia katika huduma ya upendo kwa ajili ya ustawi wa, wa, wote wa kanisa na wanadamu. Kwa hiyo jambo la kwanza hapa ni kwamba a, kila mshiriki amepewa karama. Haleluya. Kila mshiriki amepewa nini jamani? Karama. Alafu anaendelea anasema zikitolewa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye humgawia kila mshiriki kama apendavyo yeye. Karama hizi hutoa uwezo wote na huduma zinazohitajika na kanisa katika kutimiza kazi iliyoagizwa kimbingu. Kwa hiyo basi, kulingana na maandiko matakatifu, karama hizi ni kama vile, mfano moja, mfano wa karama, twende moja Yeah. Kuhubiri, halafu nyingine, alafu nyingine yeah. Yeah. Kuonya, uh. Kuna mtu nani mwenye karama ya kuonya hapa? na maana Biblia inasema karama hizo hutolewa kwa kila nani? kila mshiriki. Sasa mwenye karama ya kuonya hapa e? Sasa usije ukawa na mtu hapa, kila akisimama kanisani, sasa mjue karama yangu ni kuonya, ewe mama wewe, utakufa na kuhurumia, utakufa vibaya. Anasema hiyo ndio karama, karama yangu hiyo. Ha, hapana ndugu yangu He. Kwa hiyo kama ambavyo mmetaja hizo ndio tunaita karama. Jamani, tuko sawa lakini. Na zinatolewa na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna kuhubiri, kuna uponyaji, kuna unabii, kuna kufundisha, kuna utawala, hizo zote ni karama. Kuna upatanisho kuna kujinyima, kuna upendano. Wengine wameitwa, sikiliza vizuri, wengine wameitwa kuwa wachungaji, wengine wainjilishi, wengine utume na mambo kama hayo. Na hapa kwenye uchungaji, mtu aweza akawa sio mchungaji aliyeko kwenye huduma, kama mimi mfano, kama mwajiriwa, lakini tukiwa hapa kanisani tunasema kwa kweli, huyu ni nani? Lakini kuna karama nyingine ya useja, karama ya nini? Jamani, useja. Yaani wewe we kuolewa wala kuoa unaona, ni mambo yanayokupotezea ya muda, na wewe unashughulika tu na kuhubiri Injili ya milele, unamungoja Yesu anayekuja nini haraka na kila ukichangia lesoni au nini unasema nawahurumia waliooa <laughs> eh? Sasa, sasa wote hiyo nayo mtu anajaliwa, sio kila mtu, na hatupasi kumshawishi mtu kwamba unaonaje uwe na hiyo karama. Atakuja kututia aibu hapa bwana, tulimshawishi jamani. Tuko pamoja lakini sasa basi, naomba uandike haya mafungu yafuatayo, alafu nitayatumia katika mafundisho yetu. Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa nne hadi wa nane Andika kwa haraka, alafu wa Korinto wa kwanza kumi na mbili mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na moja ishirini na saba na 28, nimetaja kwa haraka aya Warumi 12 msari wa 4 hadi wa nane, Wakorinto wa kudi 27 wa, wa Efeso 4 msari wa nane. Na mingine nitaendelea kuyataja. Sasa naomba Waefeso 4 mstari wa nane alafu na wa kumi na moja hadi wa kumi na sita Mambo ya msingi ya kuelewa kuhusu karama za roho na huduma kama una ahiyo, itatuchukua leo asubuhi mpaka mchana na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo chanzo chake ni Mungu, na kwa sababu chanzo chake ni Mungu, mwenye nayo apaswa amtukuze Mungu, siyo yake, maana chanzo chake mkutano ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo, kama mimi ni mhubiri, mfano, hiyo ni karama niliyopewa na nani? Kwa hiyo, la msingi ni hili ni sharti karama niliyonayo imtukuze nani? Kama ninaimba basi sio yangu. Na ukielewa hapa hautalisumbua kanisa na hiyo karama, ila saa zingine unalisumbua maana unadhani ni yako. Sio yako A, ama mpaka ubembelezwe Unaonaje, ungeimba kwaya mwaka huu a? Mwaka huu naona sijashawishiwa sana, labda waje wa mashemasi wangapi? Na ili mtu afanye kazi lazima, lazima namna ajenda inavyoletwa iwe iletwe vizuri, ya kukushawishi ufanye kazi ya nani? wale waliokaa kwenye kikao akasema, yule mama yule yule mama mama sasa, mnamfahamu Nancy. Nancy kwa karama yake yule anaweza akawa kiongozi wa Dorcas. Sasa mchungaji asema nani wa kumpelekea sasa? Mm, yule mama mtata mpaka akubali. Au nimesema ukweli au unatoa mifano mimi mifano bwana huyu ni mama yangu na mfahamu. Kwa hiyo karama hutolewa na nani jamani? Sikiliza kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 14 na 15. Nisomee kumi na tano, hapo anasemaje? Soma soma, rafiki yangu. Mathayo 25 mstari wa 14 na 15 anasemaje? tano hadi 15 anasemaje? Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliyewaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta tano, akampa mmoja ngapi? Mkutano, talanta tano. Tano, ehe. Na mmoja talanta mbili. Na mmoja ngapi? Aha. Na mmoja moja moja, mmoja kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Wake. Wake. Kwa hiyo akasafiri. Akasafiri. Hawa watu walikuwa watu wangapi? Hawana kitu ila firi Ndipo akasema njoni, alafu alipoaita alipo, akawatazama akasema, wewe nakupa ngapi? Tano. Alafu mwingine nampa ngapi? Tano. Alafu mwingine nampa ngapi? Mbili. Alafu mwingine nampa ngapi? Moja. Alafu huyu kabaila, huyu baada ya kumaliza kusafiri, akirudi anataka faida, yaani kile ulichopewa. Hatimaye Mungu anataka nini? Naye Mungu anataka nini? Faida. Anataka faida. Mtu anayesafiri kwenda mbali inamwakilisha Kristo. Watumishi wamtu, amepewa, wa mtu ambao wamepewa, hawa wanawakilishwa waumini wote walioko kanisani ambao wamenunuliwa kwa damu ya Yesu kwa hiyo baada ya kununuliwa kwa damu ya Yesu, anawapa kazi, anawapa majukumu. Na Yesu alipopaa juu mbinguni, aliwaambia wanafunzi, msitoke wapi? Msiondo, msiondoke Yerusalemu. Na hapa mimi ndio ninapomshangaa Yesu. Amekaa na watu miaka mitatu, lakini anawaambia, sikiliza, nimekaa na nyie miaka mitatu nataka kwenda, na nimewatuma ujumbe, nimewapatia lakini, nataka kwanza mtulie, kuweni watulivu, lakini kwanza Yerusalemu, kwanza mwombe, alafu mkiomba mpokee Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu atawapa vipawa. Bwana asifiwe sana, ili muweze kwenda sasa. Sasa baada ya wale wajamaa kupokea vipawa, hii siku moja, mtu mmoja tu akasimama, watu elfu tatu wakafari lakini baadaye akaongea akaongea akaongea akaongea, alivyoongea watu wakasema, hivi hawa watu huu mahiri na huu ujasiri wameutoa wapi? Inasema ndipo wakagundua kwamba walikuwa pamoja na nani, na Yesu. Kwa hiyo mitume walikuwa na cha kusema, lakini cha kwanza walikaa Yerusalemu ili wapokee karama ya namna ya kuwaendea watu. Kwa hiyo katika makambi haya tunaomba Bwana atujaze Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jambo la msingi ni hili , wanakambi wenzangu: mtoaji wa karama ni Mungu mwenyewe. Hilo ni lazima ulielewe. Hauna chako e, eti wewe upongezwe. Unaimba vizuri, sema Bwana atukuzwe. Kulingana na uwezo wangu nilionao kwa maneno rahisi ni hivi lingana na uwezo wangu nilionao kwa maneno rahisi ni hivi hakuna aliyepunjwa wala hakuna aliyepende wale watu watatu waje hapa wale ambao wamepewa karama na wamepewa talanta na kabaila waje hapa watu watatu hawapo watu watatu Hivi eh? hamna watu watatu hapa Sinime, au mpaka nikutaje? Huyu kijana huyu, mtafutieni mchumba haraka sana ananisumbua. Na Allah. Allah. Nikija kambi nyingine nikikukuta ujaoa nitakukaripia Si nimeambiwa kuna karama ya kukemea? nimeambiwa kuna karama ya kukemea. <laughs> Kabaila atakaye kusafiri. Nimesema jambo la, ta, la pili ni hili, kila mtu hupewa karama kama apendavyo Roho kulingana na uwezo wangu huyu akapewa ngapi? nyamani ngapi? na wewe mka, ukae mkao wa tano bwana. Huyu akapewa ngapi? huyu akapewa moja, hastahili mbili, huyu hapa. <laughs> huyu apewe mwe, munaangalia bwana. Huyu akapewa ngapi? mbili na mimi ni sawa na container, nilivyo ndivyo nilivyojiweka kwenye mazingira ya kupokea kingi ama ki kidogo, kidogo. Sasa basi huyu baada ya kupewa tano, Biblia inasema akafanyaje? Jamani, hurumia sana huyu <laughs> kijana akazalisha ngapi? Jamani, tano nawe nakuuliza ya kwako imezaa ngapi mwenyewe? Na alidhani baadhi ya watu waliowajibika kutoa maelezo kwa hiyo, huyu ndiye ambaye anatusumbua, na usisumbue kuombwa aimbe kwaya afuate ape tavyo kulingana na <laughs> haya haya. swali sasa mpaka hapo swali bado dakika ngapi mwenye nani eh? Zimeisha bado eh? Basi ngoja niendelee, nataka nijue na, na naweza kueleza jambo la tatu kusiana karama la msingi la kuelewa lengo na kutolewa karama ni kulipaka, nimesema, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho. Kwa sababu mnatamani kuwa watu wenye karama za Roho sawa, takeni kwamba nazo, ili kulijenga kanisa. Jamani, ili kufanya nini? Kulijenga kanisa. Ajenda kulijenga kanisa. Kulijenga kanisa. Kulijenga kanisa. Ndio ajenda ya karama. Sasa ni hivi, nisikilize sasa kila karama hutolewa ili kujenga nini eh? Jamani, kujenga kitu gani? Kwa hiyo huyu anajenga huyu anajenga huyu anajenga huyu anajenga huyu anajenga, anajenga hatimaye, mwili wa Kristo unajengwa. Karama yoyote usitumie kukwamisha kazi ya nani, itakuwa ni laana. Mtu mmoja akasema mnaleta mipango kiwenda wazimu, wenda wazimu hivi mkiangalia laki nane inaweza ikaenda kule. Yule mzee wa watu walikuwa mnyenyekevu sana, mkuu wa huduma akasema nashukuru sana, maana Mungu anafanya kazi na wenda wazimu, ila sasa wewe kwa sababu sio mwenda wazimu, baki hapa. Tukaenda bwana kwenye ile effort kijijini, tukahubiri. Unajua mwisho ule mkutano kana watu ishirini na mbili Alafu akapatikana mtu aliyetoka Dar es Salaam akasema najenga na kanisa, mpaka sahizi kuna kanisa kubwa sana. Sasa siku ya mwisho tunamaliza, yu yule bwana akaja bwana yule mwenda wazimu. Sasa sasa, mtuambie kati ya yeye na sisi mwenda wazimu nani? Hapa alivyokuja yule mhubiri akamwambia, haya, njoo utuombee hapa. Njoo uombe. Akasema koko ko, natonsesi, akakataa hata kuomba. Kwa hiyo tumia karama yako kulijenga nini kanisa kwa utukufu wa Mungu. Niishie hapo, mchana nitaendelea. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu.